Pana shaka kwa mara ya kwanza, wanataka kumtambulisha katika mchezo wa kimashindano. Starboy amenyanyuliwa, Elimpanzu fundi wa mpira anakwenda bench, anaingia Mohamed Bajaber, nyota ambaye wanasimba walikuwa wakimsubiri kwa hamu zote. Mwenyewe haamini ichi anachokiona, haamini vibe la wana simba analoliona. Klabu alizocheza zote kwenye historia ya karia yake ya football, mashabiki wa Simba wanamshangilia kwa nguvu zote. Ni starboy kutoka Kenya. Je, nini ambacho atakifanya akiwa na miamba hii? Tunasubiri kuona majibu yake, kutoka katika miguu yake. Mohamed Bajaber, moja ya viungo wa ushambuliaji bora kabisa. Steven Desemkwala, amepita Desemkwala, bado yuko na mpira na nikaonyesha katika nafasi Bajaber Karibu sana Tanzania Mohamed Bajaber, kuna utamu wa goli la Simba, alafu kuna utamu wa goli la Mohamed Bajaber. Ni starboy, mpira wake wa kwanza anaweka kambani. Pengine hii ni rekodi kwa klabu ya Simba, ni rekodi labda katika historia ya kandanda ulimwenguni kote mchezaji mpya kwenye klabu, mchezo so wake wa kwanza, mpira wa kwanza pale, alijiandaa hapa, anachukua nafasi, alimpanzu wanajichanganya wenyewe, back pass, Stephen Dese Mukwala kutoka Uganda, akampelekea mkenya Mohamed Bajaber, akaujaza ndani ya wavu, ni star boy ndani ya ardhi ya Tanzania, inatengenezwa combination triangle ya Afrika Mashariki ni wekundu wa Msimbazi. Simba, goli la Mohamed Bajaber ni goli la aina yake.